Moyo una tabia na tabia za moyo. Una tabia ya kuchukia, una tabia ya kufurahi. Moyo unaweza ukakuongoza kufanya kitu kizuri au kitu kibaya. Moyo unaweza ukakuongoza kulipa kisasi au kulipa wema. Lakini mimi ushauri wangu ninakushauri kwamba moyo wako unapokuwa umeumizwa sana au moyo wako unapokuwa umekasirika sana, mtangulize Mungu, msifu Mungu. Kumbuka ni mangapi amekutendea. Kumbuka ni mangapi amekuvusha. Kumbuka ni vitu gani amekufanyia. Ukijua hilo, utauongoza moyo wako kutenda mema. Ninaomba tumbie beti kidogo tu. Moyo wangu umsifu Bwana, moyo wangu kila jaribu, moyo unalopitia ina mlango wa kutokea. Baba yangu usife moyo, usivunjike moyo. Kaka yangu usife moyo, usivunjike moyo. Kila jaribu unalopitia lina mlango wa kutokea. Huo ndio ujumbe wangu wa siku ya leo. bye, bye. Barikiwa, usisahau ku comment subscribe kushare na ku like na Mungu atakubariki. Wimbo wangu wa moyo wangu unapatikana YouTube, na Bwana Yesu akubariki.